Na mtazamaji wa Faida Online TV. Siku hii ya leo ya June 26, 2025 tumeshuhudia yule aliyekuwa diwani wa kata hii ya Mkunwa ambaye anapatikana halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara, ndugu Ismaili Mbwenga akirudisha kadi ya chama cha CUF, chama chake ambacho kilimweka madarakani kuanzia 2020 mpaka 25 na hatimaye amejiunga na chama cha mapinduzi CCM katika siku hii ya leo, kwa lengo la kuunga mkono ilani ya chama cha mapinduzi leo tumezungumza naye moja kwa moja kituelezea kwa nini ameamua kutoka e, CUF na kuweza kujiunga na chama cha mapinduzi CCM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 nakala kwenye ofisi ya wilaya kutaka kujiunga na chama cha mapinduzi kama mnavyofahamu, CCM Dr. Komba alisema kwamba CCM ni gari kubwa. Kwa hiyo gari letu sisi alijai, si ndio? Gari letu alifanyaje? Alijai. Hata kama tukipata abiria wengi kiasi gani, kila mmoja atapata siti ya kukaa kwenye gari yetu. Kwa hiyo tukasema si vibaya kumpokea ndugu yetu huyu kwangu mimi ni mstaarabu, anaheshima na nidhamu, anajua anachokifanya, si ndio? Na mambo mengine mengi kabisa kwa wakazi. Kwa hiyo kilichotuleta hapa ni kumpokea mwanachama anayetoka kwenye chama cha wananchi CUF, na kwa sasa anakuja kwenye chama cha mapinduzi, gari kubwa CCM. Oye CCM! Oe! Oe! CCM safi, hicho ndicho ambacho tumewaitia nyinyi wenye chama chenu kwenye kata hii ya Mkunwa kwa majina anaitwa Ismaili Hamisi Mbwenga, ni diwani ambayo nimemaliza muda wangu 2020 2025. Awali tumeona umerudisha kadi ya chama cha CUF. Nini ambacho kilichonivuta CCM? Ni kwamba chama cha mapinduzi CCM ni chama ambacho kwanza ni imara lakini pia chama ambacho kimeshika dola. Nimeangalia namna serikali yake ya chama cha mapinduzi kupitia mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyosikiliza kero za wananchi na kuzitatua kwa wakati. Hilo ni jambo la kwanza ambalo limeshawishi kuona chama cha mapinduzi ni chama ambacho kinafaa kujiunga na kufanya kazi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaona uh, hivi karibuni aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini eh, kupitia CUF ambaye pia alishawahi kuwa na nafasi ya makamu mwenyekiti wa CUF taifa mheshimiwa na, na, na, Maftaha Nachuma akihama chama hichi cha CUF ambacho wewe pia ulikuwepo na wanachama karibia elfu mbili mia tano sitini na saba hivi. Hii haiwezi kuwa sababu baada ya kuona labda chama kinalegalega lega, ukaona huku sasa kumesha kuwa kugumu? Kwa uhalisia chama cha wananchi CUF ni chama ambacho sasa hivi kwa uhalisia hakina uwezo wa kushika nafasi yoyote ya uongozi ndani ya Tanzania yetu. Tushaona migogoro mingi ndani ya chama kuanzia uongozi wa taifa, uongozi wa mkoa na uongozi wa wilaya, lakini hata uongozi wa kata na na, na, kwa kwa hiyo kuanza wale matawi kwa maafisa na wale wanachama pamoja na wewe. Tutegemee wanachama wengi wa kafu kujiunga na vyama tofauti? E, hiyo ndio maana maana yake yake nini, wa kafu wataendelea. Hiyo ndio maanake, kiongozi anatizama pale anapoongoza. Mimi nimeongoza vizuri ndani ya kata yangu kwa mkono, ndio maana maendeleo mengi yamefanyika. Kwa hiyo mimi naamini kwamba baada ya leo na kuendelea kuna wanachama wengi watatoka chama cha wananchi kafu na kujiunga chama cha mapinduzi, ambako mimi kama kiongozi wao niliokuwa kule nimeona chama ni Chama cha Mapinduzi, na wao pia watakuja Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuhakikisha tunaungana kwa pamoja na kuliendeleza gu, gu, gu, gu, gurudumu la maendeleo. Wana CCM leo wamekupokea na wako tayari kushirikiana na wewe, tutegemee nini? Tunaingia kwenye uchaguzi sasa, vuguvugu e, unaweza vugu ukarudi tena ukiwa umevaa nguo ya kijani kwenye nafasi ya udiwani e? Tukijaliwa salama, mimi nimo. Kwa jina naitwa Koleta Titus Chiponde, ni mwanachama wa CCM kutokea kijiji cha Nanyati. Umepokeaje hili? Nimepokea vizuri kwa sababu CCM ni chama kikubwa afu CCM imefanya mambo mengi, kwa hiyo mwenyewe tu ameamua kujisuta kutokana na vitu ambavyo vinafanywa na CCM. Akiomba ridhaa tena uchaguzi huu akasema anatamani kuwaongoza tena wana wanamkunwa kupitia Chama cha Mapinduzi, mko tayari kumpa kura? Tuko tayari kumpa kura, maanake siwezi nikasemea mi peke yangu kwa, kama aliyafanya mazuri watu watampa kura. Kwa majina naitwa Ismail Musa maarufu Kumenyapi, ni mwenyekiti wa kitongoji la Nyati cha Tandika. Najisikia faraja sana, kwa sababu huyu mtu alikuwa anatukwaza katika sisimu yetu. Sasa tunaona vizuri kuli kwetu, tutakuwa tunashirikiana naye pamoja. Kwa majina naitwa Zamda Saranga, mimi ni mwanachama kutoka kijiji cha Mkunwa, tawi la Mkunwa. Nimempokea na kukubali kutoka moyoni, kwa mimi binafsi nimempokea. Ni huyo ni tu ama, tusubiri kuna wengi wanakuja kutokea vyama tofauti, kwa namna unavyoona hasa tukianza na hawa CUF kwa ninavyoamini kwa sababu yule ambaye alikuwa kiongozi ametufuata, naamini hata wafuasi wake nyuma nao watatufuata, watahamia CCM kwa kweli. Mimi naitwa Musa Ahmad na kuinuka, ni mwanachama wa CCM, ni mzee wa tawi, ni mzee wa kata. Leo nimevuna mzee, eh sana. Leo nimevuna sana, nimevuna sana kwa sababu nimempata mwanachama na nikitaka walikuwepo hapa, wala sio wingi walipo Mkunwa, lakini kitaka wote wamalizike. Kwa hiyo na fulani na fulani na fulana kabisa, kweli kwa kweli kwe. eh, leo mambo tumeyafanya mazuri sana. mmempokea kutoka moyoni au mtego? sana tume, yaani kutoka moyoni kabisa eh, kwanza anaweza ah, yaani bila fitina Anaweza vizuri sana Mbwenga nzuri sana. E, niseme kwa pamoja tumefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe ku like na ku comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kutoka hapa <tune>